Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mwigulu Nchemba amesema serikali inatambua, mchango inatambua changamoto zote zinazozikabili taasisi za majeshi yaliyopo chini ya wizara yake na kwamba utatuzi wake unaendelea kufanyika. Mwigulu amesema hayo baada ya kupata taarifa za matatizo ya majengo ya ofisi, makazi na vitendea kazi katika jeshi la polisi, zimamoto, uhamiaji na jeshi la magereza katika mkoa wa Manyara akiwa ziara katika, akiwa katika ziara ya siku moja mkoani humo. Tujiunge na Niko Mwaibale kwa taarifa ifuatayo. Mara baada ya kuwasili mkoani Manyara, kamanda wa polisi wa mkoa wa Manyara, kamishina msaidizi Francis Masawe, mkuu wa idara ya uhamiaji mkoa Peter Kundi kaimu mkuu wa magereza mkoa kamishna msaidizi Andulile Mwasampeta na Mwasa na mkuu wa jeshi la zimamoto mkoa Manyara mkaguzi msaidizi Elieli Kimaro wanamwelezea waziri changamoto zinazowakabili. Ofisi ya kamanda ipo jengo la kwazima ambalo lilikuwa ni la katibu tarafa wa Babati na huo ndio ofisi zote tunazozitumia katika utendaji kazi wetu. Vivyo hivyo hata kwa jengo la polisi wilaya ya Babati nalo ni la zamani sana na halina ofisi za kutosha. Wilaya hii haina jengo kwa ajili ya kituo cha polisi cha wilaya. Kutokuwa na jengo la uhamiaji la mkoa na la wilaya, jengo la mkoa kwa muda mrefu sasa halijaweza kukamilika na la wilaya lilioko kule Simanjiro bado ujenzi haujaanza kabisa. Kwa hiyo tunaishi kwenye nyumba za kupanga na upungufu mkubwa sana wa nyumba, askari wengi na masa inabidi wakae kwenye nyumba za kupanga kiasi ambacho kinapelekea hata kupunguza usalama kwa magereza yetu. Ofisi tunazotumia kwa sasa zipo chini ya halmashauri ya mji vilevile. Ofisi hizo zimekuwa chakavu sana, kiasi kwamba zinatarisha maisha yo ya askari kutokana na jengo kuwa na nyufa kubwa kulingana na hali halisi ya matetemeko katika mkoa wetu. Katibu utawala wa mkoa wa Manyara Eliakim Maswi amemwambia waziri Mwigulu kwa mbali binu, na tatizo la miundo mbinu, lakini maafisa na askari wa majeshi hayo wana madai mengi. Watumishi wa wizara ya mambo ya ndani unaoona walio mbele yako wana mambo mengi ambayo yanahitaji kutatuliwa katika kipindi hiki. Hao watu unaoona mbele yako wana madeni lukuki. Hao watu unaoona mbele yako hawalipu hela ya likizo hapo, hawalipo, hawana hata posho ya kwamba amelala nje. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mwigulu Nchemba amekiri kupokea changamoto hizo na kwamba serikali inazitambua. Mengine huenda tukayashughulikia tuka mapema, lakini mengine ambayo huenda yakawa na utata wa bajeti, kwa maana bajeti ilishapita, msivunjike nayo moyo. Lakini mi najua nia ya serikali, Mheshimiwa Rais alishasema anataka kupunguza manunguniko kwenye vyombo vyetu hivi, kwa nia ya serikali ipo kwa hiyo kwa yale ambayo yatakuwa yakuwa yata covered kwenye budget, tutayafanyia kazi kuhakikisha mapema, kuhakikisha kwamba hatua zile ambazo zinastahili zinachukuliwa. Waziri huyo ametembelea ujenzi wa jengo la ofisi ya wa wameaji mkoa polisi mkoa ofisi ya zimamoto na kambi ya magereza ya Katesh ili kujionea changamoto zake na kutoa maelekezo. Kutoka Manyara ni mimi niko Mwaibale wa TBC.